Amen. Kwa majina majina yako, unaitwa nani? Seko, ulikuwa gani kwa na shida gani baada ya kuja kwa nabii? Mama anasema alikuwa natembea na alikuwa natembea na migongo wambayo hawasikii hawajui maana ya migongo. Migongo ndio hiyo MC anashika unaiona, eh? Je, nataka tumpe mama huyo atembee, naomba ufungua njia hapo uone anapotembea. Je, anatembea? Ulikuwa unatembeaje? Hebu shika utembee, tukuone, tukuone jinsi ulivyokuwa ukitembea ukiwa naye. Haya, peli njia sasa, namna hii kwa sababu ya miguu kuvunjika kwenye nyonga. Miguu imevunjika kwenye nyonga, sasa ndio, ndio mpate ushuhuda vizuri. Haya, tutampa tembee. Hebu tembea. Anatembea hatembei? Bwana Yesu asifiwe! Njoo huku kama unatembea vizuri. Haya, tembea tukuone, alikuwa akitumia nini? Haya, malizia ushuhuda wako mama. Pote ndio. Kwa hiyo tukisema utoke mbele uende Kiteto na miguu utafika, ndio. Hebu mpigieni makofi nyingi. Asante sana, karibu mama.